Umejipaka kidogo, paka kwa uso, paka kwa uso, kila mahali, paka paka, paka miguu, paka magoti, paka umudomo, paka. Leo nikaenda kidole, kidole, kidole <gulia> We, hmm. Nilikuja, nikaenda kwa nbnb, nikatoa ndera zangu, alafu nikavaa huko, kuna joto, nikavaa vest top, nikavaa na na na short, nikaoga, nikajipaka mafuta, alafu nikachukua nikachukua simu, nikapanguza mbaka kamera. Naona tutu mtu tunaingia, hai Jennifer, hai naona levo kubwa imeingia, alafu inachila hapo chini, uliza rada, naenda <laughs> kwa chooni tena, najipakapaka ama napaka mafuta ndogo narudi tena, hi guys, mm. Hi snow white, snow white anakuja natulia hapa kwani <laughs> <laughs> <laughs> hawa watu walikuwa <nipa> ilani na universe <laughs> kai, naona Steve Nice amekuja nakusema, ja mimi rudi, ameshikiwa kuja nipe lion <laughs> hi, Steve Nice. Hai, mambo Steve Nice, akapanda nikajua papa atashuka na Lion akapanda. Hesti uko wapi? Niko Mombasa. Ah, asa utaongea tukirudi <laughs> akashuka mm. We nikaambia nyakwar ama ni end live. Nyakwa tukaangalia watu hivi na huruma, tukaangalia watu na huruma, hivi ya watu awatupei kitu, nika end live na 22 roses ilikuwa 0.24 nikapigia. Wakachukua simu yangu nikakasirika, nikapigia baba daktari, mambo poa sana. Wasema vipi? habari dawa ilifanya? Nikaambia dawa gani ilifanya? hii dawa hata hakuna kitu nimepewa, ni kama hata nyota imezima yote. Hukufuatilia maagizo. Ulikuwa nataka nifanye nini? na tulielewana vizuri. Kaniambia nipake dawa kwa uso, ulioga vizuri? E, nilioga. Ukapaka dawa? nikapaka dawa mwili mzima. Aya basi kuna kitu ambacho kimebaki, imebaki kondoo na kuku nyeusi. Tutoe <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wapi? Ah eh, tshatwa nini we? Ah ah, hiyo kuku, Jennifer akamuliza toe wapi? Akasema, "Leta pesa mimi niende ninue hiyo kondoo na hiyo na hiyo kuku." Nikamwambia Jennifer, sahi ni trap. Hiyo <laughs> pesa inaenda bizi. Huyo mtu, huyo mtu akapigia mali simu wa organize watu ibie tena. <laughs> <laughs> Akapigia mali simu, mara akanipigia simu akaniambia "Jenifa, dawa ilifanya kazi?" Dawa gani? Hakuna kitu imefanya. Mwanzo nyota yangu imezima, nilikuwa na nyota ikoja Mombasa hii na Para 20 roses. Akaniambia huku ni kama hukufuatilia ama hukutoa vitu zote kwa mganga, fanya hivi, enda basi ufanye hizo vitu. Mganga anafanya nini, anakuambia ufanye? Nikaambia ananiitisha kondoo, nitoe wapi kondoo? Kwani mimi nikuushagu? <laughs> Akaniambia yo, kondoo unampeanga hela kondoo na mbuzi, alafu ana, aenda mwenyewe huko kwa, kwa maji, yuko chini, anaenda kufanya hizo vitu mwenyewe. Nikamwambia niue nimwambia nisambaratishe, si nunue hizo makondoo. Trap ni Sindi so, aliingia. Unajua sisi venye Amal alichanika tukakubali na tukaomba msamaha na tukaomba di god msamaha. Maisha yetu ikaanza kung'ara baada ya kuapologize to our, our friends juu tulikosa, by the way pia. So Amal huyu ameweka Sindi kwa trap, uhuoni Jenifana Nyakwar after kutoka Mombasa wakaanza Amal, Amal amedanganya Sindi na blackmail akifikiria hizo vitu amemweka kwa box akimwambia hizo vitu yeah, zetu zake zilifanya kwetu. Huu ni venye Jinifana oh, Nyakorsainyakwara kona views kona coins anapata magift. So ali blackmail Sindi akifikira Sindi na yaka sini na akili yake pia, sini na akili yake pia akashika hizo vitu, imagine, kuna mali sindi anamwambia nini, nilete underwear. Unajua sindi naye ni kama mezoa, tukupeleka underwear kwa ganga, si underwear kuna aliua

Alikuwa sawa. Nimekwambia, nimekwambia Amal alim blackmail Cindy si akamwambia. Ukiangalia tangu nyakora toke Mombasa maisha yake imekuwa jime shii kwa mbaya hapana. Hey. Zinipa, maisha yake shii kwa mbaya tangu toke hapana. Pia wewe nitakuunda hukuwe mzuri na jana mbako akuoe. Hadi kuna mali amesema tulimharibia relationship. Yaani hey, eh, ya tukamnyang'anya king master. Tukamnyang'anya king master. Kumaanisha dawa ilifanya kazi hadi king akatoka kwa

Unaona mtu mmoja mwenye alianika kina nyakwa the same lakini wacha nikwambie Jennifer. Amala kikupigia simu comment section hata wewe ukiwa na namba usizike. Utamrecord na chochote atakao kutukwambia utaropoka kama blood dry. Eh, eh anakwanga amekufanya zuzu. Anakuwa amekurecord one by one. Wewe ndio comment section, unaona hiyo story ya yenye mlikuwa mnasema kuna evidence. Masebat, mimi nakumbuka mali vizuri Sindi, naye Janifa alimwambia Amal, mimi naogopa venye aa iafaa tunakuja. Eh. Akatuambia vizuri ata tupeleka kwa beach. So, akakuja akadanganya Nyakwara akamwambia haa watu wenye walianguka na lori wamerogwa na nani na Sindin amemwendea kwa uganga Nyakwara. Hivo Div alianza kuambia Nyakwara. Nikauliza Nyakwara, inaweza kuwa ni ukweli mina akili zetu ndogo zinabebwa tu hivyo hivyo tu kama maji, na akanidanganya kanambia ataona Sindi kwa kioo akionga, ukienda like kwa no, huko ni... utaona vitu kwa vyoo hey. <laughs> mpaka venye stidi alipeleka huyo mtu alikuwa ata kumkata na panga ndo akufe, akauka na ajali, Mungu akamuokoa. Mimi huko nilienda kupigwa comment section, mganga alinipiga mimi, nimefika Nairobi, aponambayakoni nyekundu, kumbe ulipigwa